Shirika la Friends for Justice kwa ushirikiano na idara ya mahakama imeandaa hafla ya uzinduzi wa mahakama ya watoto katika mahakama ya Kilifi mjini Kilifi. Hafla hii imehudhuriwa na waziri wa masuala ya jinsia na utamaduni, Hana Wendot Sheptumo kama mgeni rasmi Naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Flora Mbetsa Chibule, jaji Mogure Dhande miongoni mwa viongozi wengine. Akizungumza katika ufunguzi rasmi wa mahakama hiyo ya watoto, mkurugenzi wa shirika la Friends for Justice ambaye pia ni wakili Alice Kinya amesema lengo la kufungua mahakama hiyo ni kuwapa watoto wanaopitia dhulma mbalimbali ujasiri wa kuzungumzia madhila wanaoyapitia, huku jaji Dhande akisema kwamba mahakama hiyo itatekeleza majukumu mbalimbali ikiwemo kutoa ushauri na

Kauli zao zimeungwa mkono na naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Flora Mbetsa Chibule akiwataka watuhumiwa kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka na iwapo watapatikana na hatia basi hatua kali za sheria zichukuliwe dhidi yao. Hiyo simanya tunaikashifu na tunaikataa katika jina la Yesu. Wakati tumepata perpetrator ni atajwe, atajwe sitajwe Muwe mabalozi wema, maana yake ni nyinyi ambao you father this kids, ni nyinyi ambao ni ndugu zenu, ni watoto zenu, wenu, ni wajomba zenu, tafadhali sote pamoja tushikane tuweze kulinda, let us be heroes of these children. Naye waziri wa masuala ya jinsia na utamaduni Hana Cheptumo amepongeza hatua hiyo na kuwarai mashahidi kutosusia kutoa ushahidi wao mahakamani ili haki itendeke, huku akiwataka wazazi kujukumikia majukumu yao ipasavyo sawa na kufuatilia kwa karibu mienendo ya watoto wao. Wazazi, mwafundishe watoto wajue shida ama challenges ambayo wanaweza kuwa wanapitia na wajui sasa unakubali mtoto aende disco matanga, aende afanye nini huko? Culture yetu ya zamani, watoto wako wanaenda kwa matanga. Si ndio? Sasa hii disco matanga, ambayo msichana anaenda, anapitia hapo usiku, anakamatwa hapo kwa mzito, anapewa mimba. Ni kwa sababu wewe msasi, umesahau kazi yako. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Elizabeth Mwende. Coco FM.